Uh, ndugu mpenzi mtazamaji wa chaneli yetu hii ya Francademy. Uh, kwa sasa tutaendelea na somo la hisabati darasa la saba ambapo tutaendelea na ile mada ambayo inaitwa kanuni ya Pythagoras ambapo tutaangalia maswali yanayohusiana na kukokotoa urefu wa kiegema, urefu wa kitako na urefu wa kimo e... E, sasa tuangalie swali la kwanza ambayo nasema kwamba tafuta thamani ya y katika pembe tatu mraba ifuatayo. E, hapa tumepewa pembe tatu mraba ambayo ndio hii tunaambiwa kwamba tafute thamani ya y. Ili kufanya swali la namna hii tunatumia kanuni ile ambayo ni kanuni ya Pythagoras ambayo inasema kwamba a kipeo cha pili ujumlishe b kipeo cha pili ni sawa sana c kipeo cha pili. Hapa tumepewa kitako ambayo ni A, E, kitako ni sentimita nane lakini vilevile vile tumepewa kimo ambayo ni b ni sentimita e, ni 15. Alafu tumepewa kiegema kwamba ni y. Kiegema hatujapewa, e, tumepewa y e, ambayo inatakiwa tuje tuitafute sasa hiyo y. Kwa hiyo hapa tunaweka kwenye kanuni e, kwa hiyo hapa a ambayo ni kitako ni, ni sawa sawa na nane, e, kwa hiyo ni nane hapa sentimita nane kwa hiyo ni sentimita nane kipeo cha pili ehe, ujumlishe b ambayo tumepewa kumi na tano kwa hiyo ni sentimita e, kumi na tano kwenye mabano kipeo cha pili ambayo ni sawa na y ambayo y ni sawa na c wa eh, kwa hiyo si, ni wa kwa kipeo cha pili. Kwa hiyo hapa sentimita nane cha pili kipeo cha pili sana na nane mara ni sentimita za eneo eneo na 64 ujumlishe sentimita ambayo itakuja iwe sentimita za eneo mm, sentimita kipeo cha pili 15 mara 15 unapata mia mbili ishirini na tano ambayo ni sawasawa na y kipeo cha pili e, ambapo hapo sasa, ukijumlisha ukichukua sentimita za eneo sitini na nne ujumulisha sentimita za eneo 225 utakuja upate mia mbili 89 eh, utapata sentimita za eneo 200 89, ni sasa na wai kipeo cha pili e. Ili kuweza kuondoa kipeo cha pili hapa, unafanya hivi, ili kipeo cha pili iweze kutoka tubaki na wai, unapiga na alama hii, na ukunapiga na hiyo alama hii hapo sasa, kumbuka hii alama hii alama ambayo tumeweka hapo hii alama ni sasa sana kuchukua kwamba mtu aliandika y kipeo cha pili akaweka na hii alama ni sasa sana mtu aliyeandika y kipeo cha pili mara nusu hii alama ni kipeo cha nusu maana yake eh ni kipeo cha nusu kwa hiyo kumbuka hapa hii mbili na mbili zinakwisha hapa tutakubaki y kwa hiyo hapa hii alama inaenda na hii hii mbili na hii mbili hii inaisha na hii alama tunabakiza sentimita im, im, hi, alafu na hii inatoka hii mia mbili themanini na tisa ni sasa sana 17 mara 17, ambapo tutabakiza 17. 17 sasa sentimita 17. Kwa hiyo y ni sasa sana sentimita 17. Swali jingine inasema kwamba tafuta thamani ya herufi T katika pembe tatu mraba ifuatayo. Hapa e, tumepewa eh sentimita 8, hapa tukapewa T, hapa tukapewa 17. Na e, sasa sali swali ya namna hii kwa kuwa ni pembe tatu mraba tunaweza tukatafuta huu upande huu yani kimo, tunaweza tukatafuta hiki kimo kwa kutumia kanuni ya Pythagoras. E, kanuni ya Pythagoras inasema kwamba a kipeo cha pili ujumishe b kipeo cha pili ni sawa na c kipeo cha pili. Kwa hiyo hapa itakuwa hivi e, e, a ni sawa sana kitako ambayo ni sentimita nane alafu b ni sana kimo ambayo ni t ni c si, kipeo cha pili ambayo c si, si ni kumi na saba. Kwa hiyo hmm, ni sentimita kumi na saba kipeo cha pili hapa. Sentimita nane mara sentimita nane itakuja ni sentimita za eneo sitini na nne ujumlishe t ni sawasawa na kumi na saba mara kumi na saba. Sentimita kumi na saba mara kumi na saba ni sentimita za eneo itakuwa ni sentimita za eneo, sentimita za eneo mia, mia mbili themanini na tisa e. Ukitoa hapo hapa, uki unatenga zenye herufi zinakaa peke yake na ambazo hazina herufi zinakaa peke yake, manake hapa tutabakiza ti ni sawasawa na sentimita mia mbili themanini na tisa utoe sentimita sitini na nne Ukichukua sentimita mia mbili themanini na tisa ukatoa sentimita sitini na nne hapo utabakiza iza mia mbili ishirini na tano utabakiza sentimita za eneo mia mbili ishirini na tano ambayo ni sawa sawa na t cha pili. Kumbuka hii ni t kipeo cha pili, eh. Kwa hiyo alama ambayo kwa Kiingereza ni alama hii na hii zinakwisha, ambapo nabakia t ni sawa sawa na na sentimita 15. Kwa hiyo t ni sawa sawa na sentimita 15. Eh, swali jingine nasema kwamba tumepewa hii pembe tatu kama tuitafutie Tutafuta urefu wa h. Tafuta urefu wa h hapa. Ili kutafuta urefu wa h hapa, hii h kumbuka ni kimo e, alafu tumepewa kitako na tumepewa kiegema. Kwa hiyo e, tutatumia kanuni ya Pythagoras ambayo ni a kipeo cha pili ujumlishe b kipeo cha pili, pili. E, ni sawa na si kipeo cha pili hii, hii, a ni kitako ambayo ni sentimita tisa ujumlishe b, b, b kipeo cha pili ambayo ni H. Maana yake ni h kipeo cha pili ni sawasawa sawa na si kipeo cha pili ambayo ni sentimita 15. E, sentimita 15 kipeo cha pili e, hapa maana yake itakuwa ni sentimita 9 mara sentimita 9 ambayo ni sentimita za eneo 81 ujumlishe h kipeo cha pili ni sawa sawa na 15, sentimita za eneo 15, mara 15 ambayo ni 225, ambapo sasa itakuwa hivi, itakuwa ni h kipeo cha pili i sasa na sentimita za eneo 225 utoe sentimita za eneo 81. E, ukitoa hapo itakuja iwe unabakiza mia moja arobaini na nne. Kwa hiyo inabaki sentimita za eneo mia moja arobaini na nne sasa na h kipeo cha pili. Kwa hiyo ili kuondoa hii hii alama ya kipeo cha pili unapiga na alama hii ya kila same hii mbili na alama kumbuka mbili na alama hii alama e, kwa hiyo, hapa H, na hii hii sentimita, tutabaki na sentimita ambayo sio kipeo cha pili lakini vile vile hii kumbuka, mia arobaini na nne ni sasa na kumi na mbili kipeo cha pili. Kwa hiyo manake kama ni 12 kipeo cha pili manake tutabakia tuta, tuta na 12 mmojawapo. Kwa hiyo hapa echi ni sasa na sentimita 12 na uh, mbili E, sasa nasema kwamba tafuta thamani ya v, ili tuweze kutafuta thamani ya v katika hili swali e, tunatumia kanuni ya Pythagoras ambayo inasema kwamba ni a kipeo cha pili jumlisha b kipeo cha pili sawa na c kipeo cha pili hapa a, a tumepewa v, hatuna ujumlishe b. B tunayo tuna kumi na sita ni sawasawa na c kipeo cha pili ikua kumi na sita kipeo cha pili ni sawasawa na c kipeo cha pili. Kipeo cha pili maana yake hapa tuna ishirini sentimita za eneo, sentimita ishirini eh, kipeo cha pili lakini hapa maana yake itakuwa hivi, itakuwa ni v kipeo cha pili ujumlishe kumi na sita mara kumi na sita ambayo ni mia mbili hamsini na sita eh kwa hapa ni 256 ni sentimita za eneo mia mbili hamsini na sita eh, ni sawa sawa na sentimita za eneo 400, eh 20 mara 20 ni 400. Haya, ukimaliza hapo, unatenga zenye herufi zinakaa peke yake na ambazo hazina herufi peke yake, maana yake kutapakiza na vi kipeo cha pili ni sawa sawa na sentimita za eneo mia nne utoe sentimita za eneo mia mbili hamsini na sita Ukitoa hapo utabakiza sentimita za eneo mia moja arobaini na nne, ambayo ni sasa na v kipeo cha pili. sasa ili tuondoe hii alama ya kipeo cha pili, tunapiga na, na alama hii ya under root, kila sehemu ipige kila sehemu, maanake utabakiza ni v sasa na sentimita e, za eneo 144, ambayo utakuja upakize 12. Kwa hiyo kwa hiyo hapa ni kumi na mbili. V ni sentimita kumi na mbili. E, sasa ndugu mpenzi mtazamaji wa chaneli yetu hii ya Francademy, e, kwa sasa tutaishia hapo. Ninakuomba ufanye maswali yafuatayo, ukimaliza kuyafanya na kuomba usisahau kusubscribe kwenye channel yetu hii ya Francademy ili kusudi uweze kupata masomo mengine zaidi na zaidi. Asante sana kwa kutazama.